Sura ya hamsini na tano mstari wa ishirini na mbili ya kwamba umtwike yeye mzigo, anasema mtwike Bwana Yesu mzigo wako naye atakutegemeza. Amen, Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mzigo unaweza ukawa ni hali fulani ambayo uipendi. Yamkini mzigo ni ugonjwa, mzigo ni ile ya jambo ambalo linakuumiza unatembea nalo linakuumiza, liko ndani ya moyo linakuumiza. Inawezekana ikawa ni ugonjwa, inawezekana ikawa ni umaskini, inawezekana ikawa ni misiba ya kila wakati, inawezekana ikawa ni kuolewa na kuachika, inawezekana ikawa ni ndoto mbaya, inawezekana ni kutokuolewa. Mzigo ni jambo lolote ambalo unatembea nalo linakuuma, ulipendi. Bwana Yesu atukuzwe, Bwana Yesu atukuzwe. Inawezekana wa ikawa ukipata kazi unafanya wiki mbili ya tatu umefukuzwa, huyo ni mzigo. Nani kitu kinakuuma. Inawezekana ikawa ni biashara, unafanya biashara mwezi mmoja, biashara imekufa. Hata kama ni mtaji wa milioni moja, milioni mbili, unashangaa tu biashara imepukutika a unauma Bwana Yesu atukuzwe. Huu ni mzigo ndio. Lakini kuna mizigo ya dhambi. Kuna mizigo ya dhambi. Kuna watu wengine wana mizigo ya dhambi. Kuna mambo fulani kwenye maisha yao wameshika kuyaacha. Yamkini ni uzinzi, ni uasherati. Yamkini ni ulevi. na unatamani kuacha. Wakati mwingine moyo unauma, unafanya unalewa, unavuta sigara, lakini baadaye unafikiria, unasema jamani, hili imekuwaje? Moyo unauma. Huo ni mzigo, ni mzigo. Zamburi 35. Na kuna watu wanatembea na mizigo. Amen. ukisoma kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 38 na mstari wa nne ya dhambi. Zaburi 38 mstari wa 4, Zaburi sura ya 38 mstari wa 4, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mkuu. Amen. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna watu wamebeba mizigo ya dhambi. Yaani, kuna vitu unavifanya uvipendi jikuta tu umefanya, na wakati mwingine ukifikiria moyo unauma, ukikaa chini unapiga hesabu, unasema hivi ilikuani? Wakati mwingine unajitahidi, unajitahidi, unajitutumua, unajitahidi kuacha, lakini unashangaa tu unafanya, unashangaa tu unafanya, unashangaa tu unafanya. mizigo ya nai. Bwana Yesu atukuzwe. Amin. Amen. Yesu anasema, nikike mimi mzigo yako. Amen. Amen. Yesu, Amen, Amen, anasema mimi mzigo wako yuko tayari kuchukua, lakini shida tujamtwika. Bwana Yesu atukuzwe.

Bwana Yesu atukufu. Amen. Ukapanda kwenye gari, alafu akapanda mtu mwingine amebeba lifurushi la mizigo, akakaa, anaambia mama, tua mzigo tukuwekee kwenye buti. Anasema hapana, mimi na mzigo wangu. Gari linaenda tu, linaenda tu, labda hapa Dar yuko mzigo, like ruka ruka yuko na. Like yuko na. Na. Buti, anasema, na na na na na mzigo mzigo mzigo kuchimba dawa, mama, tuweke kwenye buti, anasema, ah, na hapana, wangu na beba hivi, utasema amechanganyikiwa. Ukikaa na mtu pembeni yako anasinzia mpige kofi. Utasema amechanganyikiwa. Unaanza kujiuliza kuna shida gani? Hivi ana akili nzuri kweli? Sasa kuna watu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye maisha ya wokovu, wameingia kwenye gari, wameingia kwa Yesu, wameingia kwenye Bwana Yesu, inaenda mbinguni. Lakini bado wamebeba mafurushi, wamekaa kwenye viti, wengine wamesimama. Meli inatembea, meli inaenda, lakini mafurushi wanayo. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu anasema niko tayari kukubebea mzigo. Amen. Aleluya. Amen. Yesu anasema niko tayari kukubebea mzigo. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Hawataki kutua mizigo na leo tutenda kufanya maombi ya kutua mizigo. Kuna watu, kuna watu wamelemewa, wako hapa ndani wamelemewa <coughs> <coughs> paka wamechoka wameinama. Ndio. <coughs> Tutasoma mistari michache alafu tutaingia kwenye maombi. Mathayo mtakatifu sura ya 11 tuanze mstari ule wa 28 nane mpaka wa 30. Tusome pale. Mathayo mtakatifu sura ya 11 tuanze mstari wa 28. Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu Amen. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo uh -huh. nami nitawapumzisha jitieni uh -huh. nira yangu mjifunze uh -huh. kwangu uh -huh. kwa kuwa mimi ni mpole uh -huh. na mnyenyekevu wa moyo uh -huh. nanyi mtapata raha nafsini mwenu uh -huh. Kwa maana nira yangu ni laini hey. na mzigo wangu ni mwepesi haleluya. Yesu anasema njooni, kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na nini, na mizigo, na anasema nami nitawapumzisha, tawapumzisha. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu aliyelemewa atuliyagi akaagi mahali pamoja, utakuta anahangaika, hata kama ni kitu kiko kichwani anaangaika anafanya shingwa hivi, anaangaika. Mtu aliyelemewa amejaa masumbufu, ndio, amejaa maangaiko, ndio, anaangaika kabisa. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Kwa nini? Kwa sababu mzigo ni mzito, mzigo, mzigo unamwelemea. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Ndio maana kuna watu hawana hali ya utulivu, hawana hali ya utulivu leo kwa mganga wa kienyeji mtu ambaye ana mzigo hawezi kutulia kabisa. Hawezi kusimama mahali pamoja, ndio. Hawezi kukaa mahali pamoja, ndio. Muda wote anahangaika, muda wote anatafuta mahali pa kupumzika kabisa. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Hata ukiona unashika biashara hii unaacha, unashika nyingine, unaacha, unashika hii, unaacha, ndugu yangu, una mzigo. Mtu mwenye mzigo anaangaika. Mtu mwenye mzigo anaangaika. Bwana Yesu atukuzwe. Hana utulivu. Lakini Yesu anasema kwake kuna pumziko. Amen. Ukimletea mzigo akiubeba utapumzika. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Kwake kuna pumziko. Lakini sio hivyo tu. Ukileta mzigo wako kwa Yesu unapata raha nafsini mwako. Amen. Unapata

ndio aliyeumbiwa shida hata subuke hakuna. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Hakuna mtu aliyeumbiwa shida, anza kutafakari. Mungu alimuumba Adamu akamweka kwenye bustani ya Eden. Hebu anza kufikiri, bustani ni mahali pa namna gani? Ni mahali pa namna gani? Ni mahali pa namna gani? Ni kwenye jangwa? Hapana. Ni kwenye jangwa? Hapana, ni mahali pazuri. Ndio, ukisikia bustani Utaona ina ukoka ndio. ina maua ina miti ya matunda ndio. Ina ndege wanarukaruka ina maji ya kunyeshia maua, ni mahali pazuri. Amen. Sasa kama Mungu alimuumba wa mwanadamu na kumweka mahali pazuri, si kusudi na Yesu beba mizigo. Amen. Usiseme mimi na mzigo yangu tunaenda mbinguni. Ah, ah. Tua mzigo kwa Yesu. Amen. Tua mzigo kwa Yesu. Amen. Yesu kufa msalabani nini, tusibebe mzigo tena. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Bwana anabeba Bwana anabeba, unasema hii ni ya kwangu, hii ni ya kwangu, inakuuma, akasema ah, hii hii ni ndipo ilipo kwenye ukoo wetu. Unajua hata shangazi yangu ilikuwa hivi, unajua hata mama yangu mdogo ilikuwa hivi, unajua hata kwa mama mzazi ilikuwa hivi. Nataka nikuambia mama mzazi ni mama mzazi ni mama mdogo, mdogo. Shangazi ni shangazi. Nio. Na wewe utabaki kuwa wewe. Tafuta fungu lako. Usigang'ane na mizigo. Iko yes. Naweza kubeba na si mwingine ni Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Usikubali kutembea na

na ahimiliwe Bwana Yesu siku kwa siku, hutuchukulia mizigo, hutuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Amen, haleluya. Anasema na ahimiliwe Bwana Yesu siku kwa siku, hutuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Amen. Kumbe ukibeba, ukibeba mzigo, mzigo ni ni wewe tu, wewe tu umeamua Mungu kijirani okay, yako mwambie ukibeba okay, mzigo ni wewe tu umeamua. <muchos> ni wewe tu umeamua. Yangu huko kwa Yesu alafu ubebe mzigo ni wewe tu umeamua. Bwana Yesu so atukuzwe. Amen. Ni wewe tu umefanya maamuzi ukaza na beba. Lakini Yesu yuko kubeba mzigo wako. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na Yesu anabeba mizigo yote. Mwambie jirani yako, mguse jirani yako mwambie mizigo yote. Mizigo yote. Mguse jirani yako mwambie mizigo yote. Aa, mizigo yote. Mizigo yote. Acha kutembea na mizigo. Acha kukaa na kwenye meli ya MV Bwana Yesu na mizigo. Amen. Tua mizigo kwa Yesu. Amen. Mtuke Yesu mizigo. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu alikufa. Akafufuka. Aliteseka makusudi kukubebea mzigo. Ili wewe usiteseke. Yeah. Ili wewe wa utoke kwenye laana. Amen. Ili wewe utoke kwenye ugonjwa. Amen. Ili wewe utoke kwenye masnn kama kweli Yesu anapenda uishi maisha unayoishi? Anza kufikiria, anza kufikiria habari za wana wa Israeli. Mungu anawatoa na wa Israeli kwenye utumwa, alafu anawambia nataka niwapeleke Kanaani. Tena Biblia nasema Kanaani ni nchi iliyojaa maziwa na nini? Nasali. maziwa na nini, hivi kweli huyo Yesu anataka ukae na mizigo? Hapana. Yesu atukuzwe. Amen. Ni wewe tu. Mwambie jirani yako ni wewe tu. Ni wewe tu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kikubali kubeba mwisho wake ni mauti. Kikubali kubeba mzigo wa dhambi mwisho wake ni nini? Ni mauti. Kikubali kubeba ni mauti. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ni mauti. Lazima uamue toka ndani ya moyo wangu kwamba ninatua vyote. Amina. Ninatua vyote. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Lile jambo ambalo linakusumbua, linakuuma, unapata shida, moyo wako umeinama, hilo mpe Yesu. Amina. Hilo mtuke Yesu. Amina. Haleluya.